Huu ni mwendelezo wa oparesheni ya kudhibiti fisi wanaovamia katika makazi ya watu inayofanyika katika wilaya ya Itilima na Bariadi. Na hapa mamlaka ya usimamizi wa nyamapori Tanzania TAWA wanaelezea hatua wa waliofikia, ambapo baada ya oparesheni hii mpaka hivi tunavyoongea, jumla fisi ya fisi 43 wameuawa katika vijiji mbalimbali vinavyozunguka wilaya ya Itilima, lakini pia wilaya ya Bariadi. Na tulifanikiwa kuua fisi mmoja katika maeneo ya magereza, ambapo ni wilaya ya Bariadi ko tunaendelea na operation hii mpaka hapo tutakapo mpaka amani itakaporejea, kulingana na wanyama hawa wakali na waharibifu hususan fisi. Nawashauri wananchi, endapo kokote pale watakapoweza kuwaona basi watupatie taarifa. TAWA iko makini, TAWA iko tayari kuwasaidia wananchi, hasa katika kuokoa mali na maisha yao. Naye afisa mtendaji wa kata Abdala Bujika Biedi na Mayala anaelezea majanga ya fisi yalivyokuwa tishio kwa wananchi. Vijiji ambavyo vimeathirika sana na suala la fisi ni kijiji cha Mwabasabi na Mitobo, ambapo Mwabasabi kitongoji kilichoathirika sana ni kitongoji cha Mbesi na Mitobo, pia kitongoji cha Mbesi pia kimeathirika, maana kuna Mbesi mbili, Mitobo na Mwabasabi. Matukio yaliyotokea fisi wana walifukuza watoto, walifukuza mama anaoenda shambani, na watu wanaenda mashambani asubuhi kwa ofisi wanajificha kwenye mashamba katikati au kwenye vichuguu. Tuliwasilisha kwa ofisi ya mkurugenzi ambapo afisa wanyamapori walikuja kwa ajili ya swala hili, wakiwa na maafisa wanyamapori kutoka TAWA wakashughulikia. Baadhi ya wananchi walioathiriwa na fisi wanaelezea faraja yao baada ya oparesheni hii. Hali inaendelea vizuri, wananchi wanaenda shule kama wanani, watoto wa shule wanaenda shule kama kawaida na wakina mama wanaenda mashambani kama kawaida. Hali imeshakuwa kama ni nzuri kidogo ayo, sasa hivi. Kwa hiyo sasa serikali naiomba sana iendelee kutupa msaada kuwalinda hao fisi na kuwashambulia. Kutoka hapa wilayani Itilima mkoani Simiyu, Teddy Kilanga, ITV.